Mtazamaji karibu katika makala fupi inayoangazia zoezi la uandaaji wa mpango shirikishi wa matumizi ya ardhi unaotekelezwa na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi katika vijiji kumi na sita vilivyopo Halmashauri ya Wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Mpango huu ni mojawapo ya takwa la ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ambao unaitaka serikali kuhakikisha wananchi wanashiriki kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi na kupitisha sheria ndogo zitakazowezesha kusimamia mpango huo. Katika mpango huu ambao umewezeshwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wananchi wameweza kutenga maeneo mbalimbali kwa mfano, wana tatizo kubwa la maji katika kijiji hiki, lakini wametenga mabwawa, wametenga maeneo ambayo yanaweza pia kutumika kwa huduma za jamii kama shule ya sekondari, shule ya msingi. Kutokana na ukubwa wa kijiji wananchi, wana, wana, wanafunzi wanasafiri takriban kilomita 17 kufata shule ya msingi, kwa hiyo wametenga eneo la shule ya msingi, wametenga eneo la soko, eneo la stendi, viwanja vya michezo na maeneo mbalimbali ya kuweza kutumika katika huduma za jamii kama makaburi na hata pia maeneo ya zanati. Sambamba na mpango shirikisho wa matumizi ya ardhi, sheria ndogo za usimamizi wa mpango wa matumizi ya ardhi zimepokelewa kwa mikono miwili, na faini zimewekwa kwa wale watakao kiuka sheria hizi, hasa kwa wafugaji ambao wataingiza mifugo kwenye maeneo ya wakulima, lakini pia faini zimewekwa kwa watu ambao watakuwa na mashamba ya tumbaku, lakini hawatakuwa na mashamba ya miti kwa ajili ya kukausha tumbaku. Lakini vilevile wananchi ambao hawatatumia e, majiko ya kisasa baada ya kupewa yenye mifuniko yanayopunguza mahitaji ya ya kaushia tumbaku, watachukuliwa pia hatua kwa mujibu wa sheria hizi ndogo, kwa sababu watawezeshwa kutumia majiko ya kisasa na mifuniko yake ambayo inafanya nishati inayotumika katika masuala mazima ya ukaushaji wa tumbaku yaweze kuwa kidogo, kwa maana ya utumiaji wa kuni na hivyo hawezi kukata kuni nyingi, lakini wao pia wana misitu yao ambayo wanaitumia tukizingatia kwamba Halmashauri ya Wilaya ya Sikonge ina takriban 95% ya maeneo ambayo ni misitu, kwa hiyo wana 5% tu ya kuweza kutenga maeneo ya kilimo na kutenga pia maeneo kwa ajili ya misitu. Mkuu wa wilaya ya Skonge Mheshimiwa wa Cornel Magembe anasema serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Sulu Hassan imetekeleza kwa vitendo ahadi nyingi ikiwemo hii ya uandaaji wa mipango ya matumizi bora ya ardhi ambapo halmashauri ya wilaya ya Skonge imenufaika na mpango huo ambao ni suluhu ya migogoro ya ardhi na chachu ya maendeleo. Migogoro mingi kwenye vijiji vyetu itakwenda kupungua. Sisi tunapokuwa katika ofisi hizi kama mkuu wa wilaya, mara nyingi tunakuwa tunapokea wananchi wakija, lakini kesi nyingi ambazo zinakuja ni swala la malalamiko ya migogoro ya ardhi. Sasa imani yangu ni kwamba mpango huu wa ardhi ukienda kufanyika katika vijiji kumi na sita, imani yangu ni kwamba migogoro inakwenda kupungua pia lakini pia itatoa fursa kuona kwamba kila mwananchi atakavyokuwa amepangiwa eneo lake na matumizi yake, itatusaidia sana kuona kwamba migogoro ya wakulima na wafugaji pengine katika maeneo nayo inakwenda kupungua. Nimalizie kwa kusema ninaishukuru sana Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwa kuona kwamba wilaya yetu nayo iwe miongoni mwa halmashauri za wilaya ambazo zinakwenda kupitiwa na mpango huu. Baadhi ya wananchi kutoka vijiji kumi na sita vilivyonufaika na mradi huu wanasema zipo faida kedekede kede za kijamii na kiuchumi watakazozipata baada ya kuwa wamefika watu wa ardhi kuangalia mipango kazi ya ardhi kijijini. Hivyo tumefurahishwa sana kuwatembeza maeneo yote waweze kuyaona shida zetu, tumezitoa vyanzo vya maji tuandalie. Umeona, serikali tuletee sehemu mashule, kwa sababu kijiji chetu ni kikubwa, kinatoka barabara ya lami ni kilomita 17 mpaka kufika mwisho wa kijiji. Hivyo tumeomba majengo mashariki, shule shikizi na kitongoji cha kiduka tupate shule. Tumeibua miradi kila kitongoji. Hivyo tumeboresha mambo mengi, awali ya kwanza kwanza tulikuwa hatuna magari, tumetenga maeneo ya magari tumetenga maeneo ya zahanati, tumetenga viwanja vya michezo kwa maana viwanja vya mipira, lakini tuna eneo la makumbusho, ngome ya Chifu Fundi, chifu wetu Isike mwana kiungi, makaburi yake yako hapa kwetu Nshepa. Ni vijiji vingi katika Tanzania hii, lakini mimi nimebahatika huu mradi umefika kwangu. Wanakijiji tumeupokea kwa mikono miwili na tumeshiriki kwenye semina hii semina, tumetenga maeneo mengi ambayo yatafanyika kwa ajili ya shughuli za kijiji chetu, na vilevile tumeweka mpaka wa kijiji chetu, ntakuja, tumeweka mpaka Kiloleli huku, tumepakana huku, tumepakana na hifadhi Nyahua, huku tumepakana na hifadhi Pemba Mpazi, moto homo, tumeweka mipaka, hakuna shida. Kwa hiyo saizi wananchi watafanya kazi kwa uhuru kwa kuzingatia sheria ya nchi inavyoelekeza, na hawa ni wenye viti wa vijiji wanaoshuhudia ujio wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi ulivyoondoa gagaziko la muda mrefu la mipaka baina ya vijiji hivyo, huku kaimu afisa maendeleo ya ardhi Salum Tabu akiweka bayana manufaa ya mradi huo kwa halmashauri. Nimefurahishwa sana na ujio wa Mama Samia kupitia tume hii ya ardhi. Kwanza mimi kama kiongozi wa kijiji cha Songa Mbele nimetambua dhamani ya mpaka wangu. Sanjari, nimepakana na vijiji takriban kama sita, lakini kwa ushuhuda tumeweka beacon zinazoashiria utambuzi wa kijiji baina ya kijiji ndani ya vijiji sita. Mimi nilichaguliwa kuanzia mwaka 2019 kuwa mwenyekiti wa kijiji cha Songa Mbele, nimetumikia miaka mitano bila kujua mpaka wangu wa kijiji lakini kwa awamu hii nimerudia awamu ya pili tayari. Namshukuru sana mheshimiwa kwa kupata nafasi hii na kutambua vijiji vyangu kwamba vinaishia wapi. Nishukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huu mpango wa matumizi bora ya ardhi. Huko nyuma takribani, wenzangu walionitangulia, kulikuwa na mgogoro wa muda mrefu ambao hivi karibuni kupitia maagizo ya mheshimiwa rais, wataalamu tumeletewa na tumeutatua vizuri. Kwa sasa tuta vijiji vyetu, mimi na wananchi wangu tutanufaika vizuri baina ya vijiji vyote viwili vya Songa Mbele na Mtakuja. Kuna faida nyingi, wataanzisha jumuiya za hifadhi za wanyamapori kupitia WMA, yaani maeneo ya usimamizi wa wanyama kupitia uh, jumuiya hizi wanaweza wakapata wawekezaji katika shughuli za uwindaji lakini vile vile na utalii, ambayo inapelekea magawio au fedha katika vijiji hivi, lakini vile vile itatusaidia sisi kama Halmashauri ya Wilaya Sikonge kukidhi kiu yetu ya muda mrefu ya kuingia katika biashara ya hewa ukaa au carbon trade. Jumla ya vijiji kumi na sita vya Halmashauri ya Wilaya Sikonge vimenufaika na mradi huu wa programu ya upangaji matumizi ya ardhi ya vijiji unaotekelezwa na tume ya taifa ya mipango ya matumizi ya ardhi katika vijiji mia tatu thelathini na tatu kutoka halmashauri za wilaya 21 zilizopo kwenye mikoa kumi na nne kufikia hapo naweka nukta hadi wakati mwingine mimi ni Edigan Kilabo